Mwamko wa fashion Tanzania sasa hivi ni mkubwa sana. Tunatambulika vizuri tu. Na hata Mwanza kuna madizaina wengi wazuri wazuri sana. Wewe mwenyewe kesho utajionea. Uh, lakini pia kwa wazazi ni wasii tu wa, wa, wa waache watoto wao wafanye kile wanachokipenda. Kama mtoto wako anapenda fashion mwache afanye fashion, sababu haujui kitu gani ambacho kitamtoa fashion. Sio uhuni, fashion ni ajira kama ajira zingine, na inalipa vizuri tu. Mshaisha mshamsha. Okay, uh, hii ina maana kwamba kesho tutakuwa na eventi kubwa itakayofanyika pale Winterfall, inaitwa AFA Graduation and Fashion Gala. Uh, sisi unakumbuka kama mwaka jana tuliintroduce chuo cha AFA ambacho, uh, sasa hivi kimeweza kutoa zaidi ya wabunifu 150 wana graduate kesho. Kwa hiyo graduation watakuwa nayo asubuhi, lakini jioni watafanya maonyesho ya mavazi kuna kazi ambazo wameziandaa, wanataka wanamwanza waweze kuziona, lakini pia wanamwanza waweze kuwa support kwa kila ambacho wamekisoma, na sasa hivi wanaenda kwenye jamii kuambia wateja kwamba tunakuja sokoni. Najua tunaamini kwamba hata huku lexoni kuna vipaji vingi sana ambavyo tu, vimejificha tunataka kuviibua kuvifanya viweze kuonekana huko duniani. Mtu anaamini pengine mi nitaweza kutoboa Dar es Salaam peke yake, hapana, wanaweza katoboa wakiwa hapa hapa uh, lexoni. Kwa tunajaribu kutafuta vipaji sehemu tofauti tofauti. Uh, ndio maana tukaanza kwanza na kanda ya ziwa, uh, ya ziwa. Tuwatoe hawa wabunifu na kuirasimisha kazi hii ya sanaa ambayo kidogo ilikuwa imeachwa nyuma. Sasa tuiweke mjini wengi wa, walikuwa ni wasanii wa, wa, wa, tu. Lakini hata wao wabunifu wa, wa mazao ndio wanafanya watu wengine waweze kuvaa na kupendeza. Majina naitwa Hamisa Petro Magera, jina la ubunifu ni Miss Stylish, niko nyakati sokoni, ni, ni mkazi wa Mwanza, jamani. Mara nyingi wanasema ufundi hauna faida. Kiukweli nawaalika vijana wengi katika ufundi, yani ufundi wa ushonaji ni, ni sekta ambayo ni nzuri sana. Kwanza unajihakikishia pesa zako mwenyewe mdada kama mdada, pili unafanya kitu ambacho ni cha tofauti sana, maana katika ufundi, katika ubunifu kuna mambo tofauti. Unaweza kuwa mbunifu wa mavazi tofauti, kacha nini ni yani wewe mwenyewe utakavyokuwa na kipengele mwenyewe. Unaweza kuwa mbunifu wa mambo ya pp, mambo ya PPE hii, mambo ya Uh, tuseme migodini ukashonia uniform, au unaweza uka, ukashona sale za bank, au unaweza kuwa ukavisha watu wa utamaduni, ukavisha watu tofauti tofauti. Kiukweli sekta ni kubwa kubwa sana, keki ni kubwa sana, kila mmoja tukuimaliza. Naitwa Jessica Musa Gumbala, ni designer kutoka Geita mjini, ni Alpha alumni wa Anna Collection Fashion Academy, nimesoma Alpha Lexon. Okay. Imesaidia sana kuanza kupata experience, exposure, wateja kuaminika sokoni lakini kujua namna kutafuta masoko pia.